Jinsi ya kumsaidia mtu baada ya tukio la kutisha au janga. Wakati mtu anapopitia tukio la kutisha au janga kama vile mafuriko, moto, tetemeko la ardhi, dhoruba kali, ajali la gari au kufiwa na mpendwa, inaweza kuwa hali ya kuchanganya na kusikitisha sana. Katika nyakati kama hizi, msaada wako unaweza kuwa na maana kubwa. Video hii itashiriki njia mbalimbali mbali za kumsaidia mtu kihisia baada ya tukio gumu kama hili. Ikiwa tukio la kushangaza au la kutisha limetokea hivi punde, jambo la kwanza ni kuhakikisha kuwa kuna usalama wa kimwili. Angalia mazingira ili kuhakikisha kuwa wewe na mtu aliyeathirika mko salama dhidi ya hatari za moja kwa moja kama vile moto, mafuriko au magari. Ikiwa huduma za dharura bado hazijaitwa, piga tisa moja moja kuwasiliana na polisi, wazimamoto au ambulansi. Ikiwa hali si salama, usijiweke kwenye hatari. Ni jambo la kawaida kwa mtu kuhisi dhiki kubwa mara tu baada ya tukio la kutisha au la kushtua wengine huweza kuingia katika hali ya mshtuko wakihisi kuchanganyikiwa kushindwa kuelewa wanachoambiwa kutokuonyesha hisia kushindwa kufanya maamuzi au kuwa na wasiwasi uliokithiri wengine wanaweza kuonyesha hisia kali kama huzuni hofu aibu ya kindani au hasira. Hapa kuna njia kadhaa za kumsaidia mtu aliyeathirika na tukio la kutisha, janga au hali ya kushtua. Mruhusu aeleze jinsi alivyojisikia. Sikiliza kwa subira na bila kumhukumu hata kama ni vigumu kuelewa au anajirudia mara kwa mara. Mwambie kuwa kila mtu huathirika kwa njia tofauti, na hakikisha kuwa hisia zake ni za kawaida kabisa. Epuka kumwambia atulie au aache kulia. Mpe nafasi ya kuzungumza kwa wakati wake mwenyewe. Usimlazimishe kusema au kushiriki maelezo ya tukio, na usimkatize kwa kushiriki hadithi zako au za watu wengine. Jaribu kubaki mtulivu, hata kama mtu huyo ameudhika au anajieleza kwa njia ngumu. Mweleze kinachoendelea na kile anachoweza kutarajia, lakini usibashiri kama huna uhakika. Sema ukweli ikiwa hujui jibu la swali, na usitoe ahadi ambazo huwezi kutimiza. Omba ruhusa kabla ya kumpa faraja ya kimwili, kama vile kumbembeleza au kushika mkono kwa kuwa si kila mtu anayependelea kuguswa. Hifadhi heshima na faraga yake. Hii inaweza kumaanisha kumpatia blanketi au koti, au kuwaomba watu wa vyombo vya habari au wanaotazama wasongee mbali. Ikiwa mtu huyo hazungumzi Kiingereza, waambie wahudumu wa dharura kama polisi au wahudumu wa afya kuwa anaweza kuhitaji mkalimani. Muulize ikiwa kuna mtu angetaka kumpigia au kuwasiliana naye kwa msaada. Baada ya kumsaidia na kumsikiliza mtu aliye katika hali ya dhiki, ni kawaida wewe mwenyewe kuhisi huzuni au kuchanganyikiwa kihisia. Kumbuka kuwa afya yako ya kiakili pia ni muhimu. Jitunze na usisite kuomba msaada unapouhitaji. Kupitia janga au tukio lingine la kutisha huathiri watu kwa njia tofauti. Asili ya kitamaduni pia huathiri jinsi watu wanavyoonyesha hisia zao. Kwa kawaida, takriban mwezi mmoja baada ya tukio, watu wengi huanza kurejea kwenye shughuli zao za kila siku. Hata hivyo, ikiwa mtu bado anapata ugumu wa kuendelea na maisha, inaweza kuwa wazo nzuri kuzungumza na mtaalam, kama daktari au mshauri wa afya ya akili dalili kwamba mtu anapitia wakati mgumu zinaweza kujitokeza kupitia mabadiliko ya tabia au mwonekano wake anaweza kuwa na hasira au huzuni kwa urahisi kulia mara kwa mara kuonekana na wasiwasi au kujitenga na watu wengine angalia mabadiliko haya kwa muda ikiwa utaona dalili zinazotia wasiwasi, unaweza kumpa msaada wa kihisia na faraja kwa kutumia njia tulizozizungumzia awali. Na ikiwa yuko tayari, msaidie kuwasiliana na mtaalamu wa msaada zaidi. Ikiwa mtu anahisi kama hataki kuendelea kuishi tena au anafikiria kujiua, anaweza kupiga simu nambari 988 wakati wowote mchana au usiku, ili kuzungumza na mshauri aliyehitimu. Ikiwa anahitaji mkalimani, anapaswa kutaja jina la lugha yake mara tu simu itakapopokelewa. Kila kitu kitakachozungumzwa kwenye simu hiyo kitabaki kuwa siri na wala hakitafichuliwa.